Aa, sasa kwa nini mchezo hujamalizika? Mimi kama mtendaji mkuu tutapata taarifa, lakini takuwa taarifa tu za awali. E, ni kweli mvua imenyesha, kulikuwa na mvua kubwa na sijui kwa nini e, maanake tumekaa hapa wiki mbili tunafanya marekebisho ya mwisho wa kuja hii kunyesha mvua, lakini leo imenyesha na ilikuwa ni mvua kubwa ya muda mfupi, lakini maji ya ilikuwa imejaa lakini, kwa kwanza ni wapongeze wakandarasi wetu waliojenga uwanja, upo kwenye viwango vya juu sana. Tumeona wenyewe ndani ya dakika chache uwanja ulikuwa tano wanaweza kuchezeka, lakini wenzetu ambao ni e, Young Africans walikuwa na sababu zao ambazo e, sitapenda kuzeza kwa sasa hivi ambazo zimewazuia wao kuendelea na, na, na kucheza na sisi tumelazimika kuheshimu maamuzi yao na E, mechi kkukuelishwa ku, kwa maana hivyo kwa, kwa, kwa nichukue nafasi hii radhi washabiki wote e, ambao wamejitokeza leo, mechi haikuweza kukamilika e, kwa sababu hizo, na pamoja na kwamba kweli na wenyewe walikuwa wameona kwamba pichi ingeweza kuchezeka, lakini wenzetu walikuwa na sababu ambazo zimewazuia kuendelea, na sisi tumelazimika kuziheshimu, kwa sababu pia ni mchezo wa kirafiki, tusingeweza kulazimisha wacheze.